Sasa leo tuko na, na, na, na programu ya uchukuaji wa sampuli za pamoja kwa nchi zote tatu kwa maana ya Kenya, Tanzania na Uganda. Kwa hiyo zoezi hili dime, wameanzia nchini kwetu hapa Tanzania, lakini zoezi hili na, linafadhiliwa na, na, na GIZ ambao wanaofadhili hili zoezi. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba kwa leo hii asubuhi tunaanza na, na, na <coughs> tunaanza na mafunzo kwanza watu waweze kupata mafunzo namna gani tunaweza kuchukua sampo za maji kwenye ziwa Victoria, tunatumia uh, vifaa vipi kwa ajili ya kuchukua hizo sample kutoka kwenye ziwa Victoria. Kwa hiyo hayo mafunzo yanaleta uelewa wa pamoja, na baada ya hayo mafunzo sasa ndo tunafanya ile zoezi la kuchukua sample. Umuhimu wa zoezi hili ni kwanza ziwa Victoria lenyewe, kwa ufupi ni kwamba lina pembezoni, kuna shughuli nyingi ambazo zinazofanyika za kibinadamu, kwa hiyo kwa ufupi tunakuta kwamba Ziwa Victoria linachafuka. Sasa ili tuweze kuelewa ni uchafu huu unatoka wapi? Kwa hiyo zoezi ambalo linalofanyika leo sasa tunafanya, tunafanya tathmini ya ubora wa maji kwenye ziwa Victoria. Kwa hiyo tunaangalia sasa kwamba, uh, ziwa Victoria ubora wake ukoje? Kwa hiyo tunachukua sampuli za maji, tunazipima maabara, tunaweza, tufahamu sasa ubora wa maji kwa sasa. Zamani ubora wa maji tulikuwa tunachukua pia sampo kwa kipindi cha nyuma lakini kuna kipindi ambacho tulisimama kidogo. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa programu hii ambayo tunaianza leo, ambayo hii sasa ni programu inayoshirikisha nchi wanachama katika nchi za jumu, za jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo leo uchukuaji wa sampo huu ni wa pamoja. Kwa hiyo ndugu zetu wa Kenya, ndugu zetu wa Uganda na ndugu zetu wa, wa Tanzania tuko pamoja kwa ajili ya kuchu, kuanza zoezi hilo la uchukuaji wa sampo. Kwa hiyo lengo lake kubwa ni kwamba tunajaribu kutathimini hali ya ubora wa maji kwa sasa ili tuweze sasa kujua kwamba maji yetu kwa sasa kwa pamoja kwamba yako na ubora kiasi gani. Uh, koleta ruhamia mkurugenzi uh, msaidizi wa Lake Victoria Basin Commission uh, kusema kwamba tuliona nini kwenye ziwa uh, sio kwamba tumeishaona kitu lakini tuna tunahisi kuna, kuna mambo ambayo sio ya kawaida, tukiangalia uh, kwa mwangalio tu wa kawaida just physical appearance of the lake, halafu na kuangalia uh, nafikiri uh, mmeishaona watu wanaongelea magugu maji, halafu tukiangalia na, na just activities, au kazi zinazofanyika kandoni au katika uh, catchment ya hili ziwa. So tunajua kwamba sio kwamba kuona maji tu ni meupe au ni colorless inatupa kwamba hayo maji ni masafi kwa hiyo ndio maana tukasema ngoja tufanye huu utafiti huu. Utafiti actually ungekuepo kila wakati au kwa msimu fulani labda, uh, kila labda miezi sita au miezi mitatu, jinsi nchi zitakavyokubaliana lakini, utafiti huu huwa ni wa muhimu sana katika uh, kumanage water resources, ambayo, especially kama hii ambayo iko shared na nchi tofauti sio ya nchi moja, hata ya nchi moja, ili waweze kulinda hayo, hayo maji yao, ili wajue nini kinatokea, maji yanaendeleaje, waweze na kupanga mipango ya kuyatumia au kuyalinda, inabidi wafanye utafiti tutakaofanya sasa hivi. Asante. Mimi naitwa Omari Idi Mianza, ni uh, technical advisor katika shirika la maendeleo la Ujerumani GIZ, nafanya kazi na jumuiya ya Afrika Mashariki Uh, sisi kama GIZ tuna support miradi mbalimbali mbali ya kikanda I, na, na mradi huu tunao support sasa hivi ni kuhusu hifadhi ya mazingira. Tunaelewa umuhimu wa mazingira na kwa, kwa, kwa kufahamu umuhimu wa mazingira na hasa katika bonde la Ziwa Victoria basi tuliamua kufadhili mradi huu. Uh, kuhusu zoezi linalotarajiwa kufanyika la kutafuta sampuli za maji kwa ajili ya kuangalia ubora wa maji, tunafadhili zoezi hili kwa sababu takwimu zitakazopatikana na taarifa zitakazopatikana zitasaidia jumuiya ya Afrika Mashariki na bonde la Ziwa Victoria kuweza kuweka mikakati thabiti ya kuweza kudhibiti na kuhifadhi mazingira ya Ziwa Victoria. Tumeona sasa hivi kuna vitu vingi ambavyo vinajitokeza, kuna masuala ya maugumaji, kuna masuala ya samaki. Kwa hiyo ma, masuala yote haya yanategemea ubora wa ziwa Victoria. Kwa hiyo ni vizuri kulifahamu ziwa lilivyo, ili tuweze kuwasaidia wenzetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na jumuia, na, na kamisheni ya bonde la Ziwa Victoria kuweza kuweka mikakati mizuri ya kuhifadhi ziwa hili ambalo ni kubwa na la pili duniani.